Yajayo juu ya Dodoma yanavyofurahisha. Kule Hombolo tunataka kutengeneza mji wa kisasa unaitwa thematic thematic city. E, tata, city city ni zaidi ya smart city naona, yaani una mambo mengi zaidi ya smart. Lakini kuna slogan mbili ziko pale Hombolo, inasema moja, mojawapo ile Global Village, kwa maana kutakuwa na maeneo nchi mbalimbali watapewa kwa ajili ya kuweka vitu vyao vinavyoendana na tamaduni zao. Lakini pale pale kuna sloga slogan ndasema a country within a city kwa tamaduni zote za nchi ya Tanzania zitawekwa pale. Kwa hiyo utakuwa ukitaka chochote cha Tanzania utakikuta pale Hombolo. Ikiwa mlima Kilimanjaro, lile bwawa ndio itakuwa bahari yetu hadi yachi zitakuwa zinatembea mle na vitu vingi sana. Kwa hiyo ni mpango ambao sasa ndio unaendelea kukamilisha feasibility study yake ambayo itafanya Dodoma pia kuwe na mji wa kipekee Afrika ambao labda utaleta watalii wa kila aina kuja Dodoma, na nzuri unapata mwamko mkubwa. Hatujafika hata mbele kwenye hatua huku, watu wanataka wanasema, jamani viwanja vinapatikanaje, tujenge na nini, kila mtu anauliza. Kwa hiyo ile pia itakuwa ni wageni wenu, hao watakuja kule, lakini watalala na kula katika maeneo yetu. Dodoma hapa tayari kuna nataka kuanza kujengwa locomotive ya ambayo nayo iko kwenye hatua za mwisho sasa hiyo treni ya ndani ambayo itafanya hadhi ya Dodoma ipande. Dodoma hapa hivi karibuni tunaanza kujenga uh, nafikiri hata mwezi wa kwanza na walishatangaza na sema sasa kwenye hatua tu ya kupata mkandarasi wa kujenga barabara sita kwenda Chamwino kilomita 32 mpaka pale kuingia Chamwino. Tatu zinaenda, tatu zinarudi. Dodoma hapa kuna barabara ya mzunguko wa ndani. Maana mzunguko wa nje au outer ring road, kuna inner ring road. Sasa ile nayo inategemea sasa hivi wameshatangaza kupata mkandarasi ambao nayo wakati wote itaanza kujengwa. Dodoma hapa kwenda SGR tunatanua barabara nne, naambiwa mkandarasi nafikiri yuko kwenye hatua za mwisho, na ye huenda kabla ya mwisho wa mwaka mtaona naye ataanza kujenga barabara nne kwenda na kurudi hapo eh, SGR. Kwa hiyo, yako mambo mengi Dodoma tunaposema mji huu utakuwa ni mji wa kisasa tunamaanisha. Hii ni mipango ambayo iko karibuni. Lakini kuna hii ya kwenda airport nayo barabara nne ambazo mbili zitaenda mbili zitarudi. Hii ni mipango ambayo ni ya, sasa yani iko latest, lakini mipango ya muda mrefu ni kuzitanua zote barabara hizo kilomita hamsini hamsini. Lakini tunaanza na hizo kilomita airport tutaanza na kumi. Kufikia airport huku pia ring road tutaanza na kumi. Chamuno tutaanza na 32, lakini mipango ni zote kwenda kilomita hamsini. Yataendelea baadaye. Kwa hiyo yako mambo mengi na makubwa yanakuja kuendelea kuipa hadhi jiji la Dodoma kwenyewe. Endeleeni kufurahia tu yaliyopo, ya, ya ni mazuri na yajayo yanafurahisha. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.